Naitwa Godfrey Kazinja, nikikuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo, tunatarajia hali ya mvua na ngurumo ijitokeze katika maeneo kanda ya ziwa Victoria, pamoja na sehemu za magharibi mwa nchi, pwani ya kaskazini, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Pwani kwa usiku wa leo kutujikwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache, sehemu nyingine za nchi zikitojikwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika baadhi ya maeneo ya nchi mifumo ya anga inatuonyesha mtawanyiko wa viashiria vya mvua ni katika baadhi ya maeneo ya nchi. Hali kadhalika kwa siku ya kesho, ukanda wa ziwa Victoria, mkoa wa Tabora pamoja na mkoa wa Rukwa kutakuwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ili hali mkoa wa Kigoma na Katavi kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Nyanda za Juu Kusini Magharibi, mkoa wa Ruvuma pamoja na mwambao wa pwani ya bahari Hindi kutakuwa na hali ya mvua japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mkoa wa Singida, Dodoma, Morogoro pamoja na mkoa wa Iringa kutuliko na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Nyanda za Juu Kaskazini Mashariki kutuliko na hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na sasa tumaliza utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku nne zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji ya Dar es Salaam kutuliko na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Dodoma kutuliko na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kwa upande wa mkoa wa Mwanza kutakuwepo na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa Kilimanjaro kutakuwepo na hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache, kiwango cha juu cha joto kitakuwepo kufikia nyuzi joto 35. Kwa upande wa mkoa wa Mbeya kutakuwepo na hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa Morogoro kutakuwepo na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa Arusha kutakuwepo na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nikushukuru kwa usikivu wako na nikutakie wakati mwema.